Taarifa iliyotoka ya CAG ni kwamba halmashauri wilaya ya Ngara imeendelea kufanya vizuri na ina hati safi. Kwa hiyo kama chama zinaendelea kupongeza halmashauri ya wilaya ya Ngara, baraza la madiwani, mkurugenzi, wakuu wa idara na vitengo, lakini pia na mkuu wa wilaya mwenyewe ambaye ndiye msimamizi mkuu wa utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi ndani ya wilaya ya Ngara yote iko vizuri, hakuna mradi wote unaosuasua. Lingine ni kwamba ifikapo Ijumaa tarehe 20 baraza la madiwani sasa yalindavu, na baada ya kuvunjwa sasa, utaratibu utakaofuata ni kwamba kwanza, tarehe 28 mwezi huu wa sita si wale wote wanaohitaji kugombea nafasi za diwani nafasi za ubunge wanakaribishwa kuanzia tarehe 28 mwezi wa sita kuchukua fomu. Ratiba ni hadi tarehe mbili mwezi wa saba. Kwa hiyo wote wanakaribishwa wenye nia ya kufanya hivyo, na ni demokrasia. Kwa hiyo mweshimua e, madiwani fomu zao watazichukulia ofisi za kata, na, na wabunge wanaotegemea kugombea watachukulia ofisi ya Chama Cha Mapinduzi. Na upande wa Chama Cha Mapinduzi, hali ya watia nia iko vipi kwa upande wa bunge? Ah, mimi ni kuwakaribisha tu tarehe 28. So, sasa hivi siwezi kusema lolote. Kuna mtu yote mnahisi kwamba tayari ameshabisha wote? <laughs> mimi mimi namjua mjua tu aliyoko madarakani mpaka hapa tarehe 27 mwezi wa sita ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh,